Leo dunia imeungana kwa majonzi yasiyofichika katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Zaidi ya watu laki mbili na nusu kutoka pembe zote za dunia wamekusanyika. Wote wamekuja kwa sababu moja, kumuaga Baba Mtakatifu Papa Francis aliyefariki dunia Aprili 21 mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Mchana wa leo hewa ya Vatican ilikuwa nzito na tulivu. Watu wamesimama kimya, wengine machozi yakitiririka, wengine wakishika mishumaa mikononi mwao, wengine wakisali kwa sauti ya ndani, kila mmoja akiwa na hisia za upendo na shukrani kwa maisha ya Papa aliyeishi kwa unyenyekevu mkubwa. Ibada hiyo ya mwisho imeongozwa na Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa chuo cha makardinali. Karibu makardinali mia mbili hamsini wameungana naye: maaskofu wakuu, maaskofu wa kawaida, mapadri, watawala na maelfu ya waumini wa kawaida, wote wakiwa wamevaa mavazi ya maombolezo wakiongozwa na imani iliyowashikilia pamoja. Maneno ya sala na nyimbo za kiroho zimejaa angani. Uwanja mkubwa wa St. Peter umegubikwa na hali ya utulivu usio wa kawaida, kana kwamba upepo wenyewe ulisimama kwa heshima. Baada ya misa hiyo, mwili wa Papa Francis umetolewa kwa heshima kubwa kutoka ndani ya kanisa kuu la Mtakatifu Petro kwa taratibu umepelekwa hadi kanisa la Santa Maria Maggiore katikati ya jiji la Roma, mahali ambapo anatarajiwa kupumzika milele. Leo macho yote ya dunia yameelekezwa hapa leo. Historia imeandikwa kwa machozi, sala na heshima. Leo tunamuaga mjumbe wa amani. Pumzika kwa amani, Baba Mtakatifu. Papa Francis Francis. Hii ni Nje ya Box TV. Usisahau kushare na kusubscribe. ku mimi ni Elvan Wankyo.